Mtazamaji wa Bongo One Media karibu tena katika YouTube channel yetu. Tuko hapa kuzungumzia yale ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya Simba. Ndani ya klabu ya Simba bana, iko migogoro mbalimbali ambayo inaendelea kutikisa. Leo klabu ya Simba wamekuja na taarifa rasmi kuhusiana na mkutano uliofanywa na waandishi wa habari pamoja na mashabiki baadhi wa Simba wakiwemo wanachama wakianikiza Mohamed Dewji aweze kujiuzuru ndani ya klabu ya Simba. Yaani, hii ni namna moja au nyingine, ni kama wanaanikiza Mohamed Dewji aweze kuachia ngazi. Hawa wa ambao walimsema Mangungu aweze kuondoka ndani ya klabu ya Simba au aachie ngazi eh, katika nafasi ya mwenyekiti upande wa wanachama, lakini pia na nafasi alizonazo ndani ya upande wa bodi ya wakurugenzi basi wamekuja upya na kudai kwamba anayestahili kuondoka ndani ya klabu ya Simba aiachie Simba mikono ya watu wengine ambao wanaweza wakaifikisha pale wanapopataka, baada wa ya ambaye ni rais wa heshima ndani ya klabu ya Simba, lakini pia aliyekuwa mwenyekiti wa klabu hiyo mdhamini au mwekezaji Mohamed Dewji kuwa hili swala la statement alookuja nayo ya, ya ron agreement ni kuna namna fulani hivi anaenda kuingiza club katika madeni. Sasa baada ya mashabiki na wanachama kutengeneza mkutano huu ambao haukuwa maalum au hautambuliki na club. Simba Sports Club wamekuja kutoa taarifa na onyo kali kwa wale wote waliohusika na jambo hili na taarifa ya Simba iko kama ifuatavyo: taarifa kwa umma. Leo tarehe 5 Februari 2026, baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini na, uh, wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kwa kuwa, uh, mkutano huo haukuwa mkutano rasmi unaotambuliwa na klabu. Klabu itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wale wanaotumia nembo za wadhamini bila ya ruhusa rasmi ya klabu. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Hiyo ndio taarifa rasmi ambayo imetolewa na klabu ya Simba, na asilimia kubwa waliokuwa waasisi wakubwa wa mkutano huo eh, kuna kina GB 64 kuna kina Dr. Mo, wote wanaanikiza Mohamed Deuji ni kama aweze kuachia eh, nafasi aliyonayo au aweze kuiacha Simba kulingana na yale madai aliyokuja nayo ya loan agreement kwamba yale matumizi yote au zile pesa alizokuwa anazitoa ziende upande wa klabu ya Simba, sasa ziende katika mfumo wa mkopo, baadaye pesa hizo itabidi Simba wazirejeshe kwa makubaliano maalum la. Ukikumbuka kwamba bado kuna watu hawaamini kama klabu ya Simba ilipewa zile bilioni 20 ambazo ni kama sehemu ya uwekezaji wa Mohamed Dewji, bado watu wengi wanaona kama kuna janjajanja janja, lakini pia kuna watu wanaona kwamba Simba Sports Club kufanya vizuri kwa sasa ni kwa sababu ya huyu mwenyekiti E, wa wanachama ambaye ni Murtaza Mangungu, na ndio maana baada ya mechi dhidi ya Esperance de Tunis, e, mashabiki walimvamia na wengine kumpa kichapo ambaye ni mwenyekiti huyo Murtaza Mangungu. Hapa kuna timu mbili. Kuna no support upande wa bodi ya wakurugenzi Eh, kuna wanaosapoti upande wa wanachama, kuna wanaopinga upande wa bodi ya kurugenzi, kuna wanaopinga upande wa wanachama, kuna wanaomzungumzia vibaya Mohammed Dewji na kuna wanaomzungumzia vibaya ambaye ni Murtaza Mangungu, kuna wanaomsifia Mohammed Dewji na kuna wanaomsifia Murtaza Mangungu. Kuna pande hizi mbili ni kama zinakinzana, na hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinadhihirisha kuwa ndani ya Simba mpasuko uliopo ni mkubwa zaidi. Hii taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Simba siku ya leo, unadhani ni nini kifanyike? Ni kweli Mangungu anastahili kujiuzulu kulingana na kile kinachosemwa na baadhi ya mashabiki na je, Mohamed Dewji anastahili kuiachia Simba ili Simba wapate wadhamini na wawekezaji wengine ambao watainufaisha na kuifikisha nchi ya ahadi? Ndio jambo kubwa zaidi ambalo linazungumzika kwa sasa. Unahapi katika hili shaka katika upande wa comment section. See you next time, bye, bye.